Sakata la kutumbuliwa aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi Jaji Simba Chawene kumemwibua eh, askofu wa kanisa la Kiinjili na la Kilutheri eh, Tanzania, kwa kifupi KKKT, dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera, Dr Benson Kalikawe Kalinda Bagonza ambaye ameandika na nukuu Katiba inaruhusu kutumbua na kukaa kimya. Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya thelathini na saba, eh, inampa rais mamlaka ya kufanya kazi zake bila ulazima wa kufuata ushauri wa mtu yeyote. Kwa hiyo anaweza kuteua na kutengua mtu yeyote bila lazima wa kusema kwa nini kafanya hivyo, kutokana na ma, mabadiliko madogo ya baraza la mawaziri yaliyofanyika mnamo tarehe nane mwezi wa kwanza 20 26 siri e, na kutomteua George Simbachawene, watu wengi wamejaribiwa au kumjaribu rais kwa kubuni ni kwa nini hakumteua. Nichangie mosim Wapo waliosema kuwa kauli za ndugu simba Simbachawene ndizo zimesababisha atenguliwe. Hawa wanadai waziri alionyesha wazi kupenda haki litumike katika utendaji wa jeshi la polisi. Hii haiwezi kuwa sababu ya kumtumbua, kwa sababu rais wetu si adui wa haki. Pili, wapo waliosema waziri alitamka kwamba yatafanyika mabadiliko makubwa katika jeshi la polisi. Ikumbukwe rais wetu hivi karibuni alilipongeza jeshi la polisi kwa kazi nzuri. Hii haiwezi kuwa sababu kwa sababu mabadiliko aliyoyalenga waziri ya kuifanya jeshi la polisi ifanye vizuri zaidi na kupongezwa zaidi na rais. Tatu, wapo waliosema waziri ameondolewa kwa sababu alikwenda kwenye ibada ya Askofu Bagonza. Hii haiwezi kuwa sababu kwa sababu kwanza waziri alitumwa kwenda ibada hiyo na pili, askofu Bagonza si adui wa rais wala serikali. Tano, wapo wanaosema waziri anapenda sana kutumia hekima, busara, e, na mantiki katika utendaji wake. Hii haiwezi kuwa sababu kwa sababu mawaziri wote wana hekima subra na we redi katika utendaji wao wa kazi. Kwa hiyo nini kinaweza kuwa kimetokea? Ha, ni mabadiliko kama mengine yote. Si mara ya kwanza kwamba kwanza Simbachawene kuondolewa katika baraza na si mara ya mwisho. Ali Hassan Mwinyi aliondo, aliondoka na baadaye akawa rais wetu, na ilikuwa wizara hii ya mambo ya ndani ba katiba yetu inampaisha rais kutoka kwenye ubinadamu, lakini afikii kuwa Mungu, anabaki hewani viongozi wa waadilifu hawapendi hali hii. Rais wetu haipendi katiba hii, ndiyo maana ameahidi ndani ya siku mia moja mchakato wa katiba mpya unaanza. Che, wananchi walio wengi waliyashangilia matamko na dhamira ya waziri Simbachawene. Kuondolewa kwake kumeleta kitu kilicho kinyume na furaha. Waliofurahia kuondoka kwake wako kimya. Kuna ufa kati ya serikali na wananchi, ligi kati ya kelele za wananchi na kimya kinachomuunga mkono serikali, vinatumia ujumbe maalum. Wananchi wana kiu ya haki. Rais afungulie bomba linalomimina haki, atafurahia urais wake. d kuondolewa katika kazi usiyoomba ni baraka. Waweza kuwa umeepishwa na jambo baya. Mtu mwema, mwema mabaya hutokea nyuma yake. Akishapita mtu mbaya, mabaya hutokea mbele yake. Ningekuwa simba chawene nisingelia wala kucheka. Akuvushaye usiku unamshukuru asubuhi. Urais ni taasisi, taasisi ni kokoro linaloleta samaki na vyura washauri hawawezi wote kuwa wema na hawawezi wote kuwa mashetani. Ndiyo maana ukiajiri masai akulinde usiku, unalazimika kuamka mara tatu usiku kuangalia kama yupo. Rais anaye anayewashtuka washauri hufanikiwa kuliko anayewaamini kuliko anavyojiamini. Rafiki yake Yesu alikuwa Yuda. Mwisho baba askofu anamalizia kwa utani wake kama kawaida, nyiye wajaruo kuna Mjaruo mmoja anaitwa Felician Peter Sass alikopa fedha zangu, nilipomdai akanitukana, changeni mnilipe, vinginevyo nitawatoza kodi ya kichwa, nichangieni jamani, nikakate serkari. Leseni ya kuandika habari za serikali hata kuitania serikali unahitaji leseni. Alimaliza Askofu Benson Kalikawe wakalinda mkuu wa kanisa la Kiinjili na la Kilutheri Tanzania, kwa kifupi KKKT, dayosisi ya Karagwe, mkoani Kagera.